Naitwa Mwalimu Ferdinand Emily Lungu, ni katibu wa Mother of Mess Foundation. Kwa leo ni siku nzuri kabisa, tunakuja mbele yenu kwa jina la Mother of Mess Foundation ambayo ina product inaitwa Tausi Beauty Contest, lakini zaidi sana tunapenyeza ajenda ambayo ni ajenda mama inaitwa Tausi wa Nishati Safi kama katibu e, tumejipanga vizuri e, kuhakikisha Mtanzania um, anaipokea na kuitafsiri vyema e, kauli thabiti kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. A, Tausi Foundation, e, Tausi e, wa nishati safi tutakuwepo e, kwa ajili ya kufikia we Mtanzania, nakupa elimu ya kwa nini e, nishati safi kwa sasa. Ha, tunazungumza hivyo kwa sababu ya maeneo kama manne. Kwa nini mheshimiwa Rais ameona aje na hii eh, program ama project ya nishati safi? Tunazungumza katika eneo la afya pia kama Mace, Mother of Mace Foundation tumeliangalia kwamba bila nishati safi tutazidi eh, eh, kuangalia kuona, takwimu zinatuonyesha za kiulimwengu kwamba zaidi ya watu milioni tano kila mwaka wanapoteza maisha kwa sababu ya nishati ambayo sio salama, na hii inawaathiri sana wakina mama ah, tunaona namna ambavyo wanapata shida hata katika, ah, katika, katika, katika, katika, katika kujifungua. Uh, tunaona vifo ambavyo vinatokana kujifungua hususani ambavyo vinatokana vinatoka uh, vinatoka eh, vinakuwa nje eh, ya, ya, ya mazingira ya kawaida, uh, kwamba nishati ambayo sio salama inapelekea vifo vingi vinatokea vijijini, kwa sababu kule ndiko ambako pia elimu hii bado pia haijafika, uh, lakini uh, pia katika ile eneo tunaangalia pia hata watoto, mimi ni mwalimu Eh, watoto wengi unakuta wana pneumonia, ukija kufuatilia sana unakutana na kwamba ni changamoto ambayo inatokana pia na nishati ambayo sio safi, ambayo inawaathiri mapafu ambayo bado yanakuwa ni hayajakomaa vizuri. Kwa hiyo sasa, kama Mother of Mess Foundation kupitia Tausi tumeona kwamba ni muhimu sana kuliangazia hilo hilo eneo, lakini mbali na hiyo, tunaangalia eneo la mazingira. Uh, yenyewe eh, kwamba takribani eh, watu zaidi ya bilioni eh, 3.5 ulimwenguni hawatumii nishati safi. Kwa maana hao watakuwa wanatumia kuni au watakuwa wanatumia uh, nishati nyingine ambazo sio eh, sio salama. Kwa hiyo tunakuja kushuhudia miti inakatwa hovyo uh, miti uh, mti mmoja ambao unazalisha oksijeni unamsaidia una mwanadamu kwa kiasi gani? Sasa eh, kupitia Tausi eh, tutakuja kutafsiri vizuri kwamba mti mmoja unaouona eh, unamhudumia mwanadamu, kwa hiyo tunaishi kwa sababu ya huo mti ambao unatupa ile oksijeni. Lakini katika eh, sambamba na hilo katika eneo zima la mazingira kuna eneo la mabadiliko ya tabia ya nchi. Eh, tunazidi kuona katika eneo la mazingira hususan eh, ilo eneo eh, ambayo nimelitaja lina linaleta lina, lina msukumo mkubwa kwa Mother of Mercy Foundation kupitia Tausi tuliangazia na lenyewe. Sasa hivi eh, tunaona eh, majira yalivyokuwa na sasa ni tofauti, kwa hiyo inapelekea hata ratiba eh, zetu za kulima huko, uh, mashambani na zenyewe zianze kubadilika, tunaingia mchecheto, kwa hiyo hata uzalishaji mali unashuka tunapozungumzia uzalishaji wa mali unashuka, hapo unazungumza mambo mengi zaidi, uchumi kushuka, kuporomoka. Lakini mbali na hilo, basi na njaa, njaa, tunazungumzia vifo sasa hilo ni eneo la mazingira, lakini eneo lingine tunaona mheshimiwa rais anavyojaribu eh, kutu, eh, kutuweka sawa kwamba wanadamu wote sawa, kama maandiko ambavyo yanazungumza, tunazungumza mwanamke na mwanaume eh, katika zile harakati za kuwa sawa sawa. Bila nishati salama ama bila nishati safi, hilo lenga hatuwezi kulifikia, kwa sababu kwa utamaduni wetu mwanamke ndiye ambaye anahusika sana zaidi ya asilimia themanini kuhakikisha kwamba eh, familia inakula, eh, familia inaishi vizuri. Sasa bila nishati safi mwanamke atatumia muda mwingi sana kuhakikisha kwamba anapata kuni, anaenda kule na kule. Sasa ukiangalia nishati salama ama nishati safi hii, muda e, wake ni mfupi sana. E, ukizungumzia upishi wa kutumia mkama kuni lakini na gesi Eh, au maumeme ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo mwanamke tunaenda kumpeleka kwenye 50, eh, 50 kwa maana hamsini kwa hamsini, kwa maana muda pia wa kwanza utakuwa ni mzuri, utakuwa umebalance vizuri katika uh, matumizi. Lakini katika eneo lingine tunazungumzia eneo la, la uchumi uh, tunapangalia hii nishati nishati salama eh, katika eneo la uchumi na mchango mkubwa sana kwa sababu ajira pia zinaenda kuzalishwa. Zinazalishwa kwa namna gani? Kwa sababu tunaangalia matumizi ya nishati salama yanaongeza nafasi kubwa sana ya ubunifu, mbali na kutumia gesi, lakini tumeshuhudia kwamba kuna ubunifu mkubwa sana ambao una unatokana na watu kuwaza kwa utofauti. Kuna wengine ambao sasa wanakuja na aina ya mafuta E, wanakuja na aina ya mafuta ambayo ni salama e, mapishi, e, kutumia, kutumia nishati hiyo. Tunaona ubunifu ambao wanakusanya zile taka, zinatengenezwa zinatengenezwa e, zina vizuri e, zinakuja kutumika e, kama, kama mkaa lakini ikiwa inatoa nishati e, salama. Kwa hiyo tunazungumzia fursa mbalimbali ambazo zinaweza zikatokana na, e, na nishati safi sasa ni kupitia Mother of Mess Foundation kwa program nzuri kabisa ya ya Tausi eh, wa nishati safi. Hayo ni machache kati ya mengi ambayo tutayafanya, eh, kupitia project inayoitwa Tausi wa nishati safi, lakini kwa sasa, eh, tumepata muda mzuri wa kuileta kwako, eh, tunaomba ipokelewe, eh, lakini kutakuwepo na mambo mengi ambayo yatakuhusisha wewe. Utafurahi mbali na kupata elimu, utaburudika mbali na kuelimika zaidi sana Tunazidi kumshukuru Mheshimiwa Rais ambaye amekuwa eh, wakati wote anapokea maono ya wakati, na hii tunasema ni maono ya wakati, na watanzania lazima tuyapokee na tuyabadilishe yawe katika matendo.